Mheshimiwa mwenyekiti, nitakuwa mwizi wa fadhila pia kwamba unapozungumza mafanikio ya serikali ya awamu ya nne usipolitaja jina la aliyekuwa waziri mkuu wa kwanza wa serikali ya awamu ya nne Mheshimiwa Edward Ngoyai Lowasa, kwa kazi nzuri aliyefanya kwa miaka miwili ya waziri mkuu. Hakuna asiyekubali mwenye akili timamu, labda wewe mwizi wa fadhila, kwamba kazi aliyofanya Mheshimiwa Lowasa kwa miaka miwili ni ya kiwango cha kupigiwa mfano, na kwa maana hiyo na yeye ni sehemu ya mafanikio haya tunayeeleza kwa leo, ambayo baadhi ya watu hawataki kuyaona. Mheshimiwa mwenyekiti, sitaki kuingia kwenye malumbano ya nani ambaye amesema vema zaidi, iwe ni kambi ya upinzani au CCM, pale ambapo mambo yako dhahiri ni katika awamu hii, Mheshimiwa mwenyekiti, tumeshuhudia kiongozi wa kambi ya upinzani bungeni, Mheshimiwa Mbowe, akisimama na kuiambia dunia na kuiambia Tanzania kwamba kazi kubwa iliyofanywa na serikali ya Dkt Jakaya Mrisho Kikwete katika uimarishaji wa miundombinu ya barabara ni kazi ya kupigiwa mfano na kampongeza rais hadharani. Ni katika bunge hili Mheshimiwa mwenyekiti tulishuhudia wasemaji wa kambi ya upinzani wakati wa kujadili hoja ya mabadiliko ya mswada wa mabadiliko ya katiba wakisema hawajawahi kumwona rais bora na rais makini kama Dkt. Jakaya Mrisho Kikwete. Na wakati huo, kama mtakumbuka, wale wenye akili timamu na ambao hawasukumwi na msukumo tu wa utashi wa vyama, nilisimama hapa nikayashangaa mapenzi haya ya dharura ambayo yaliibuka, nikasema sifa moja ya mapenzi ya dharura yena mchecheto lakini ana tabia kuchuja mapema. Na wakati huo, mheshimiwa mwenyekiti, wenzetu hawa walimsifia Dr. Kikwete na mimi nilisema wakati huo roho mwema aliwashukia. Bahati mbaya sana, sijajua roho wa leo ni wa roho wa aina gani. Lakini mheshimiwa mwenyekiti, ukisema ueleze mafanikio ya serikali ya awamu ya nne ambayo kwa hakika sisi wote tumechangia, wabunge wa CCM na wabunge wa upinzani tumechangia, kazi kubwa tuliyofanya kuisimamia na kuishauri serikali Hakuna anayekataa kwamba mawaziri kede kede hapa wameachia ngazi kutokana na usimamizi mahiri wa bunge hili la awamu ya nne ya nchi yetu. Na kazi hii si haikufanywa na CCM peke yao, ina mchango wa kambi ya upinzani. Tumewaondoa mawaziri madarakani, hatuwezi kusema tumewaondoa wenyewe, tumeondolewa na bunge la jamhuri ya muungano tukiwa na wabunge wa CCM na tukiwa na wabunge wa upinzani. Katika hili tumefanikisha pia kupeleka fedha mikoani fedha katika majimbo ya kutengeneza barabara ya kujenga shule ya kupeleka umeme vijijini, imepitishwa na bunge lenye wabunge wa CCM na wabunge wa upinzani, hata pale siku zingine walipoamua kunyosha miguu kutoka nje kwa kile kilichokuwa kinaonekana kama kususia. Lakini wao nao watakapokwenda kwenye majimbo yao, wataeleza wamejenga hospitali, wamejenga barabara, wamejenga shule, lakini hayo tulipitisha katika bunge ambalo takriban asilimia zaidi ya sabini na nane wanatokana na chama cha CCM, hakuna namna ambayo nyinyi siyo sehemu ya mafanikio haya. Kinachonishangaza ni pale ambapo ninyi wenyewe mnaonea haya yale mliyoyafanya, na mnageuka kuwa wasanii wa kus leo kusema hamkufanya kitu, lakini kesho mnapokwenda kuomba kura ninyi hawa hawa mtakwenda kusema nimefanya. Nataka kati yenu asimame mtu aseme kwa miaka mitano ya ubunge wake kwa miaka kumi ya ubunge wake alikuja kupoteza muda hapa na kwamba kile kilichofanyika siyo sehemu ya mafanikio hayo. Kama atatokea mtu mwaminifu wa kiasi hicho, itapendeza sana na watanzania watakuheshimu sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, mwaka huu unahitimisha ungwe ya pili ya uongozi wa dkt Jakaya Mrisho Kikwete wa kumkamilisha na kuanzisha awamu ingine ya tano ya uongozi wa nchi yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, Afrika na Tanzania tuna changamoto nyingi na ambazo si sote lazima tufikirie kuhakikisha kwamba nchi yetu inapata viongozi wanaoweza kutusukuma katika kipindi hiki kingine. Changamoto kubwa tulionayo Afrika na Tanzania ni kuhakikisha kwamba rasilimali za Afrika, rasilimali za Tanzania zinakuwa mikononi mwa Watanzania. Rais tunayemtarajia, atakayepatikana, mgombea yoyote wa chama chochote anayewota ndoto ya kuliongoza taifa hili lazima waeleze Watanzania kwamba rasilimali za Tanzania, Watanzania wanadai ukombozi wa uchumi, ukombozi utakaoweka uchumi mikononi mwa Watanzania, ukombozi utakaohakikisha gesi ni kwa Watanzania, ukombozi utakaohakikisha kwamba madini yote yanakuwa kwa faida ya wa Watanzania, ukombozi utakaoweka misingi yote ya uchumi mikononi mwa Watanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, nataka nichukue nafasi hii kuwaomba sana kwa kuikumbusha serikali juu ya ahadi ya bilioni moja nukta nane ambayo rais aliahidi kuleta pale Orkesmet au Simanjiro kwa ajili ya maji yanayozunguka maji ya vijiji vinavyozunguka makao makuu ya wilaya ya Simanjiro. Mheshimiwa mwenyekiti, ahadi hiyo ni ya muda mrefu, na leo nataka Waziri Mkuu atoe kauli juu ya hilo. Nataka pia nitumie nafasi hii kueleza njaa iliyoko katika jimbo langu. Hali ya ukame ni kubwa, mvua haikunyesha. Tunahitaji chakula haraka na kwa bei nzuri zaidi. Mheshimiwa mwenyekiti, Tuna barabara ya Kia Merelani iliyokuwa imepewa mkandarasi asiyokuwa na sifa. Tunataka sasa mkandarasi mpya aliyepewa akafanye kazi ili barabara ya Kia Merelani ijengwe kwa kiwango cha lami. Tunataka barabara inayotoka Arusha kupitia Mbauda, kupitia Komolo, kuingia Orkesmet, kuja Kibaya, kuja Kongwa, ijengwe sasa kwa kiwango cha lami kama ambavyo iliahidiwa kwamba ijengwe kwa fedha za MCC2. Mheshimiwa Mwenyekiti, wananchi hawa wanasubiri barabara hiyo ijengwe haraka sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, umeme vijijini, kuna maeneo ambayo kwa upande wa, wa, wa, wa kaskazini tulikopakana na wilaya Monduli pale Lorkisale, umeme umefika Lorkisale. Ilimuomba mheshimiwa waziri kwamba umeme ule uingie sasa katika kijiji cha Nyorili kijiji cha Embole kijiji cha Leborsoit ili eneo la Simanjiro propa inayopakana na hifadhi ya taifa ya Tarangire iweze kupata umeme huo wa gridi ya taifa. Nataka kushukuru serikali kwamba siwezi kuelezea vijiji ambavyo vimepata umeme, nataka kuelezea zile ambazo hazijapata umeme, kwa sababu tulivyopata umeme na ambayo mkandarasi yuko site ni vijiji vingi, na kwa kweli kuelezea mafanikio ya Chama cha Mapinduzi kwa miaka kumi katika jimbo la Simanjiro sasa sana kutakiwa kusoma Biblia kutoka Agano la Kale hadi Agano Jipya kwa muda wa saa moja. Nataka niwaambieni, Chama cha Mapinduzi katika wilaya ya Simanjiro imeshinda kwa asilimia tisini na saba. Mmepata kijiji kimoja nyinyi wapinzani. Kuwaza kwamba mnaweza kuchukua jimbo lile ni sawasawa na kufikiria kuangusha mgunga kwa kisu cha kukatia nyanya sokoni. Anadai Halima kwamba baada ya kuengua, kuengua bado kutaendelea, lakini kura za CCM Simanjiro, ile ni ngome ya chama chetu. Nataka niwahakikishieni kwamba watu wanaofikiri kwamba majimbo na u, acheni kelele nyote, watu wazima tumzima hovyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, bunge hili ni chombo cha heshima sana. Unapoona mbunge aliyepewa jimbo ana rap wakati mbunge mwingine unajiuliza, una, una hao ndio unatakiwa utafute washauri waelekezi wa kupima akili zao hao. Huwezi kutafuta washauri waelekezi wa kuja kupima akili za Watanzania. Hilo ni tusi kwa Watanzania.